nikikosea wale wanahusika hasa, wanaweza wakatoa data iliyokuwa kamili, na kwa bara ni elfu moja mia mbili. Na hii inafanya jumla ya watu watakaokwenda watanzania wote ni kama elfu tatu na mia saba. Nasema inaweza ikabadilika kidogo, lakini hiyo ndio approximate figure ambayo tunategemea sisi. Watanzania tulitakikana hasa tupeleke watu 25000 na hii ni kutokana na population approximately zaidi ya watu 30 milioni ni Waislamu, na kila milioni inatakikana ipeleke watu alfu moja, lakini unfortunately, bahati mbaya, ndio kwanza hatafiga 4000 hatujafika watu alfu nne. Hata hivyo, tunatoa wito huu, uomba tusaidiane ile wa adhin fi nnas bil haj ya tuka rijala wala kulli dhamir ya tina min kulli fajin amiq, yani, itangaze ewe Muhammad, hii ibada ya hija nguzo ya tano ya Islam. Mungu yeye ndo atawepesisha kufikisha hizo salamu katika ulimwengu mzima. walillahi ala nnas hajjul bait man istataa ila sabila, Mwenyezi Mungu amewalazimisha watu kwa ajili ya utekelezaji ibada hiyo. Kwa hiyo tunatoa wito huu, <tuhu> la dharuratu fi lislam alladhi lam yahuju falislam la yarifu, hakuna dharura katika Uislamu, waliokuwa hajahiji basi Uislamu bado haujamtambua. Hii ni pillars among Islamic pillars, hii ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie safari yetu hii leo, tunaondoka ama wenzetu waliokuwa wameshafika salama na sisi tufike salama, na watakaokuja baada baadaye tu sisi nao pia wafike salama, tukatekeleze nguzo hii ya tano ya Kiislamu kwa ufanisi na mafanikio makubwa. Allahumma a'izzal Islama wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikin udmir a'da'ana wa a'da'ad-din walikalimatika ila yawmid-din wa ikhtim lana bi rahmatika ya arhamar rahimin